Kama viongozi wa Yanga tulioambatana na marehemu tunaomba mtusikilize, ili na sisi tuweze kusalimia kwa machache yaliyokuwepo, tuweze kusema. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza hatuna budi, kwanza hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kututoa mbali kulikotoka mpaka kufika hapa na mwili wa mpendwa wetu ndugu yetu ndugu Elman Paul Sugula salama. Kwa sisi tuliokuwa hai, <coughs> awali ya yote tuseme msiba huu ni wa kwetu sote. Kwa niaba ya viongozi tuliokuwa nao kwenye msafara, hapa mnapotuona, tupo viongozi na wawakilishi wa Yanga Taifa, viongozi wa mkoa, lakini viongozi wa ngazi za juu wa mkoa bado hawajafika, lakini viongozi tuliokuwa kwenye msafara toka tunakwenda mpaka tunarudi, mpaka tukio linatokea, mpaka hivi tumeufikisha huu mwili hapa, tupo. Niseme kwa niaba ya viongozi, wanachama tuliokuwa tumeongozana na marehemu kwenda kuangalia mpira na mpaka hivi sasa tumerudi salama, isipokuwa mwenzetu amepoteza maisha. Tulipenda na ilikuwa nia yetu tumetoka naye hapa akiwa hai na turudi tukiwa hai, lakini yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Waislamu anasema kullu nafsi dhalikat mauti, hakika yoyote aliyezaliwa na mwanamke maisha yake machache sana hapa duniani aliyashika Helman. Inawezekana Mwenyezi Mungu alishapanga siku yake ya mwisho ikawe Dar es Salaam. Hakuna anayejua siku yake ya mwisho inakuwa wapi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu amefika hapa na tutamstiri. Safari yetu tuliondoka hapa tarehe sita tukiwa na kiongozi wa msafara bwana Gabi na mzee wetu chifu tukiwa kiongozi wa msafara na ndugu Herman, tukiwa naye kwenye gari moja, na gari zilizotoka mbele zilikuwa sio ya, ya kina Herman tu peke yake, zilikuwa gari zaidi ya sita. Tumekwenda kuangalia mpira, bahati mbaya mechi haikuwepo, kutokana na wengi tunajua sababu ya kutokuwepo kwa ile mechi, katika harakati za furukushani zile za fidi fosi siku maana, huku nafikiri marehemu aliona isiwe shida aende akakae sehemu ambako gari yetu tulikuwa tumevipaki pembeni ya yadi ya parking ya magari kwenye kikosi cha jeshi ambacho kinatazamana na uwanja wa Taifa. Alikaa pale, baada ya muda hakuwa anapenda vile kurukushana na kufukuzana, akaona ngoja nikapumzike sehemu ambako kulikuwa na kama kijiwe na nguzo ya umeme. Bahati mbaya kulikuwa na hali ya mvua inanyesha. Inaelezekana kama kulikuwa na rekei kwenye zile nyaya alipokuwa amegusa ile nguzo, ndipo ikawa chanzo cha umoti wake. Kwa hiyo tunawapa pole sana ndugu, kwa niaba ya viongozi wa msafara, tuna wanachama wenzetu hapa ambao mratibu akifika, kiongozi wa mkoa atakuja kuyasema zaidi, lakini kuna wanachama wa Yanga walioiwakilisha Yanga taifa kutoka makao makuu ya klabu, tupo nao, kuna dada zetu watatu. Kwa hiyo kwenye msafara huu wapo viongozi waliotoka Dar es Salaam, ambako kwa mimi sina hadhi ya kuwatambulisha mpaka pale mratibu ambaye ndio kiongozi wetu mkuu wa Yanga ndani ya mkoa, yeye nawatakae kuwa na uwezo wa kuwatambulisha. baada ya kuyasema hayo ni washukuru sana sana sana mliobaki nyumbani kwa maombi yenu. Ni washukuru Wanayanga na wana Simba wote mliotoa ushirikiano wenu kuhakikisha huu mwili unafika hapa. Kama alivyosema kiongozi wetu mkuu wa Yanga, alisema hivi, michezo sio uwasama, michezo ni furaha. Sisi kwa moyo wa dhati tuliokuwa kwenye safari watu wa Simba, wa Simba wametuunga mkono kwa asilimia mia moja. Hawakuweza kuonyesha tofauti kuanzia michango midogo midogo, michango ya mawazo, michango mikubwa na kuhakikisha na wenyewe mpaka wanaofikisha mwili hapa, kwa namna moja au nyingine, mbarikiwe sana. Sina mengi ya kusema kwa sasa, naomba tuhitimishe hapa. Kama kutakuwa na mengine viongozi wetu atakapokuja, basi utaratibu utakuwa umefikia, lakini ningekuwa vyema kuna watu waliotoka mbali kwenye huu msafara wetu, kuna watu wametoka Sumbawanga, kuna watu wametoka Tukuyu. Mimi niwaombe ndugu zangu, hawa watu baada ya kufikisha mwili hapa, tumepambana nao katika kila hali, tunaweza tukawapa kibali wakaenda manyumbani kwao, ila sisi tunaotoka hapa Mbeya tuendelee kuomboleza na kumstiri mwenzetu. Bwana Yesu atifiwe. Asante sana. Mengi, lakini pia sio hivyo tu, hawa watu jamani, tuongeze makofi mengine, wametembea hivyo. Naombeni maandalizi kwa muda huu hapa, kama unaweza kupata chochote chai nini, basi muda, lakini kikubwa ambayo unazungumza